Muhammad bn Sirin, anas bn Sirin, amr bn Sirin wahafsa bn Sirin, wako saba hawa. E, nane nitawaandika kesho, tusomee waandiki hawa watu saba sawa eh. katika watoto wa mzee Sirini, mzee Sirini huyu ni katika mateka waliotekwa Iraki, hawa walikutwa kanisani kwa vijana wadogo sana wametoka maeneo mbalimbali, wanasoma Ukristo. Basi baada ya jihad, watu wale vijana wakachukuliwa chukuliwa, wakaitwa Madina, wakasilimu. Katika hao Sirin akasilimu, fahasuna islamu huu aishi Madina nzuri, mashaallah. Na kazaa watoto, mtoto wake wa kwanza huyu Muhammad ibn Sirin, ambaye ni katika ulamai Madina, alikuwa ni alimi Madina l-Madina Mifuqaha, mifukahai ioi. Akawazaa watoto wengine sita na dada yao huyu Hasan, na wote hawa ni vijana kwa wakati wao walioshughulisha kutafuta ilmu kisha wakawa ni watu wenye kutegemewa katika jamii ya Kiislamu, licha kwamba walitoka mbali kuja kuishi katika mji wa Madina, lakini jambo la ilmu walichukua kutoka kwa maswahaba e, min khulafa'ir rashidin, maswahaba wengine, wakastafidi kiasi kikubwa na watoto wao wakawalea katika ilmu, nao wakawa ni ulamaa, Watoto wao wakaja vile vile kuwafaa umma na mpaka leo wanatajwa na nahafsa, mpaka leo wanatajwa hawa na baba yao, yakitaja rahmatullahi taala alaihim kwamba ni watu ambao hawatajwi hivivisa kwa kazi walioifanya.

Hafsatu bint Sirin wa Karimatu bint Sirin, bado ziada wanaongezeka kwa saba hao. Almuhimu kuonyesha fadhila za ilmu na ubora, vijana kulelewa katika ilmu, waji waufae umma waji waufae umma huu, na iliyokuwa bora zaidi ni qala Allahu, wa qala rasul, ala fahmi salafu lumma, hiyo ndio bora zaidi, naam.

Fayudrikahu fayakubahu, wasekemkuta mtu kinyumina hapo, anaweza akamtumbukiza fi nari jahannam, katika moto wa jahannam. Aadhana Llahu e, yaku ana yadhabi nnari, walio mtu mwenye kuswali swala hii atakuwa katika ulinzi huu wa Allah, na hatodai kitu chochote e.